Katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya utafiti na ubunifu 2025, hii ipo wazi kabisa. Tumethamini tulipotoka, tulipo na tunapokwenda. Tafiti bora, ubunifu wa hali ya juu na machapisho bora yameonekana. Kwa mara ya nne mfululizo UDOM imeendelea kuonyesha kuwa ni kitovu cha maarifa, ubunifu na maendeleo ya chuo chetu kwa kubeba hataza tisa zenye hati miliki mabegani mwake, na kwa kutambua jitihada hizo Chuo Kikuu cha Dodoma kimewazawadia watafiti bora, waandishi bora wa machapisho na wabunifu waliodhihirisha ubunifu wao kwa kiwango cha juu. Inasema kufikiri wiki wa utafiti na ubunifu chuo kikuu cha Dodoma: tulipotoka, tulipo na tunapotaka kwenda. Kauli hii inatufundisha umuhimu wa kujitathmini. Je, tumefanya vizuri wapi, wapi hatukufanya vizuri, na tunawezaje kuboresha zaidi katika miaka ijayo? Maonyesho yaliyofanyika wiki hii yametoa mchango muhimu kwa maamuzi ya baadaye kuhusu programu na shughuli mbalimbali zinazohusiana na utafiti na ubunifu kenye kuwashukuru tena kwa kujitoa kwenu na kwa kushiriki ipasavyo katika wiki hii ya utafiti na ubunifu ya mwaka 2024/2025 na, na sasa na natamka rasmi kwamba wiki ya utafiti na ubunifu kutoka chuo kikuu cha Dodoma, mwaka 2025 imeairishwa rasmi. Anashukuru sana kwa ushindi wa leo, leo uliopata wa kuwa mshindi bora wa, wa, ushindi bora wa machapisho na nashukuru pia kwa wiki hii kwa uongozi wa chuo ulioweza kuandaa wiki yote hii ya machapisho, na ningependa kuwashauri wanasayansi wenzangu na wataaluma wenzangu waweze kufanya kuandika machapisho kwa namna yoyote ile, lakini kikubwa zaidi nipende kuwapa moyo kwamba kazi hii ya uandishi sio rahisi, inahitaji kujikita, kutumia muda wako kwenye kuweza kutengeneza idea au mawazo ambayo unaweza ukayaandika na kuweza kuyachapisha kuya kwenye machapisho ya kimataifa vile vile, ningependa kushauri kwa ajili ya, ya Innovation Week ya mwaka unaokuja iweze kuboreshwa zaidi kwa kuongeza labda vigezo vya wale watafiti bora kuwepo. Kuna kigezo cha machapisho, lakini vilevile kuna kigezo cha citation index. Katika bidhaa yetu sisi tumeshinda tumetengeneza chakula tiba kwa ajili ya wagonjwa ambao wako mahututi ICU, lakini pia ambao pia wamefanyiwa sajali mbalimbali ambazo zimepunguza utumbo wao, lakini pia ambao wana kansa hawawezi kutendeleza wao wenye chakula na kupata nishati yao ya kawaida. Hivyo sisi tumetengeneza chakula ambacho tayari kimeshasharibiwa na kuwa ni rahisi kwao kuweza kufyonzwa na kuwapa nishati kwa siku nzima. Chakula hiki atapata kwa njia ya mrija ama kwa kupitia kutobolewa sehemu ya tumbo na kupata chakula ambacho kiko tayari kwa ajili ya matumizi yake. Hakuna lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho, na leo hii ni kilele cha maadhimisho ya wiki ya tafiti na ubunifu ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma ambayo yalifanyikia hapa viwanja vya Nyerere Square, na leo tumetamatisha. Nikukaribisha wewe mwananchi ambaye ulifanikiwa kufika mwaka huu 2025. 2026 panapo majaliwa, tutakuwa hapa tena kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali, mbali na kuwaonyesha tafiti na bunifu mbalimbali mbali zinazo andaliwa na wanataaluma kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Michelle Scholar, Chuo Kikuu cha Dodoma.